Live kutoka katika viwanja vya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, ambapo leo mdau wa maendeleo Bi Jacqueline Mzindakaya ameandaa iftari maalum iliyokutanisha viongozi mbalimbali mbali wa kidini, kimila, pamoja na makundi mbalimbali mbali ya wananchi hapa mkoani Rukwa, lengo likiwa ni kumwombea dua maalum mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dr Samia Suluhu Hassan, hasa katika kipindi hichi ambacho taifa inaelekea katika uchaguzi wake mkuu. Hii ni SMF makundi mbalimbali ikiwa ni ishara ya mshikamano katika mkoa wetu wa Rukwa, bila kujali dini, bila kujali itikadi ya chama na bila kujali utofauti wowote ule. Lakini leo tuko hapa na bila kujali mapungufu yetu au tofauti zetu, ninawashukuru sana. Pili, napenda kusema kwamba dhumuni kubwa nililonigusa ama lililotugusa ilikuwa ni kumwombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiamini kwamba muunganiko wetu ni kulingana na yeye, ambapo anatuongoza kiongozi ambaye ameweza kuleta nchi yenye amani, nchi yenye maendeleo, mwadilifu, mtiifu, mchapakazi, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan hivyo tumeguswa ili kumwombea Mwenyezi Mungu azidi kumbariki katika kazi yake iliyotukuka, aendelee kuitimiza vema. Lakini kama ndiyo haitoshi, kwa mshikamano wetu wa mkoa wa Rukwa, bila kujali makundi tofauti, tumeweza kujumuika pamoja, na tunaamini dua na sala yetu itafika kwa Mwenyezi Mungu. Niwashukuru sana ndugu zangu wa mkoa wa Rukwa kwa tuendelee kuwa na mshikamano huu siku zote, nikiamini ya kwamba palipo na amani ndipo pana mafanikio. Asanteni sana, ninawakaribisha siku nyingine tena tukutane tena na tuendelee kudumisha amani, upendo na mshikamano katika nchi yetu. Asanteni sana.